u Charles Maguzu ni afisa michezo mwandamizi kutoka Baraza la Michezo la Taifa, BMT. Leo hii niko katika viwanja vya Jimkana kwa lengo la kuiaga timu yetu ya taifa ya wheelchair tennis e, ya wanawake ambayo itasafiri e, kuelekea katika nchi ya Uturuki kushiriki mashindano ya wheelchair tennis kwa watu wenye ulemavu, mashindano ya levo ya dunia. Timu yetu hii imeweza kufuzu e, kuwa miongoni mwa timu mbili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 limegarimia pia usafiri yake, tiketi za ndege kwenda na kurudi. Na tunawaomba sana wadhamini wengine watanzania wapenda maendeleo hususan kwa michezo watu kwa wenye ulemavu wajitokeze kwa wingi kuisaidia serikali ajili ya kudhamini michezo ya watu wenye ulemavu yote ambayo wanataka kucheza hapa nchini. Hii itakuwa imejenga ile dhana ya Utatu Mtakatifu, maanaake serikali, wadau pamoja na wachezaji wenyewe katika kuendeza michezo mbalimbali. Mwenyezi Mungu awabariki, tunawatakia safari njema. Watakaporudi tunaamini kwa hali walionayo hawa wachezaji na jinsi walivyoandaliwa watarudi na kikombe ush, cha ushindi na tutapokea akiwa na medali na vikombe vya kutosha. Asanteni sana. Mimi naitwa kocha Rizik Salum, ni kocha wa mchezo cha tenisi Tanzania. Kwanza wale yote, tunashukuru baraza la michezo pamoja na serikali kwa ujumla, na bila kusahau BQ kwa moja kwa ya kuwasaidia watoto Amba, timu ya wanawake ambayo inakwenda Uturuki kwenye mashindano ya dunia kwa mwaka 2025. Tanzania inaandika historia katika mchezo wa ulicha tenis. Ni timu ya kwanza Afrika kwa wanawake, kwa wanawake East Africa kwa wanawake kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa upande wa ulicha tenis. Tuna takriban nchi zinazoshiriki ka, katika mji wa Uturuki ni nchi isiyopungua 16, ambao tunakutana nazo huko, na ni faraja yetu kubwa sana. Mtafarijika siku ya leo kuagwa na baraza la michezo na serikali kuangalia jinsi gani wakawezesha watu wenye ulemavu Tanzania, kwamba ni watoto zetu tunapigania kwamba mtu mwenye ulemavu anaweza akafanya mambo mazuri katika nchi yake. Kwa mfano kama unavyomwona hapa, Rehema yuko vizuri na wachezaji ambao wanakwenda nao, na katika kuru yangu ya wachezaji tunakuwa na wachezaji watatu na msaidizi mmoja na mimi nikiwepo kama kocha. Sina mengi ya kuzidi, tunaomba tu wa Tanzania wengi watuombee dua tufanye vizuri na tupe bendera ya Tanzania. Asanteni.